Kwa swala kama la leo ambalo tumeendesha mazungumzo au majadiliano au utengenezaji wa hoja a, ambazo zinaenda kuweza kwenda kupitishwa kwenye halmashauri mbili ya Kwimba na Misungwi a, hizi hoja ambazo zitaenda kupitishwa au kuwekwa kwenye, kwenye utengenezaji wa bajeti kuanzia ngazi za chini kwa mfano kwenye upande wa afya, upande wa elimu, upande wa uchumi, upande wa ajira mimi ninavyofikiria kwamba kama zitaweza kufanyiwa kazi kuanzia kwenye ha, halmashauri ha, wale, wa, wale wale viongozi wanaotoka wana kwenye halmashauri zote mbili wakaweza kuziingiza na zikaenda zikafanyiwa kazi, zitakuwa msaada mkubwa kwa watu wenye ualbino kuweza kufikia malengo yao kwenye upande wa kielimu, upande wa kiafya, upande, upande wa uchumi, upande wa maendeleo pia kwa jamii, kwa sababu so, mtu mwenye ualbino atakapokuwa amefanikiwa kielimu hata kwa amefanikiwa yeye mwenyewe atakapo imefanikiwa jamii ambayo ni ya Kitanzania wito kwa serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, tunaamini ya kwamba uh, serikali yetu ni sikivu, serikali yetu inatupenda, serikali yetu inatujali. Kwa hiyo wito wangu mkubwa ni kwamba uh, uh, wale wanaohusika na wa utengenezaji wa bajeti wanaohusika na mchakato wa, wa utengenezaji wa bajeti waweze kuzingatia kwa mwaka 2026, 2027 waweze kuzingatia mahitaji maalumu ya upande wa kiafya kwa watu wenye albino, waweze kuzingatia mahitaji maalumu yanayohitajika kwenye miundombinu ya kielimu ili kusudi kuweza kumwezesha mtu mwenye albino aweze kufikia malengo yake. Kesho angavu kwa watu wenye albino ni mradi ambao umejikita kwenye kupigania e, haki za watoto e, asasa kwenye sekta kubwa mbili, sekta ya elimu na sekta ya afya, bila ya kusahau sekta mtambuka tunaita e, masuala mazima ya ulinzi na usalama. Lakini leo tumekutana hapa Misungwi na wadau mbalimbali ambao tulikuwa tukifanya nao kazi, ikiwa ni muendelezo wa shughuli ambazo tulizifanya mnamo mwezi wa kumi na mwezi wa kumi na moja kulikuwa na shughuli za e, uchambuzi e, wa bajeti, lakini pia e, kukusanya maoni ya e, bajeti kwa jicho la watu wenye ualbino kuweza kuainisha vipi vinakwenda kuwa vipaumbele vyao, e, zipi zinakwenda kuwa hoja zao za msingi tunapoelekea e, utengenezaji ama tunapoelekea mchakato wa upatikanaji wa bajeti mpya ya serikali. Kama tunavyoweza kufahamu bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 26 27, mchakato umeshaanza. Halmashauri sasa zinaanza kukaa kuweza kubainisha yapi ni maeneo ya vipaumbele vyao kwao. Sisi tumeona tuweze kukutana nao mapema, mara baada ya kukusanya vipaumbele, kuanza kuandaa ripoti ya ya ya ya ya vipaumbele na mapendekezo ya watu wenye ualbino kwenye sekta ya elimu pamoja na afya, na tukaona pia leo kuweza kukaa na hao wadau, maafisa mipango, maafisa maendeleo, maafisa maafisa ustawi, lakini pia maafisa elimu maalum kuweza kushare nao e, ripoti hii imebaini vitu gani e, kwenye sekta hizi mbili, mama sekta ya elimu, sekta ya afya, yapi yanakwenda kuwa maeneo mahususi ambayo tunatamani kuona kwa mwaka wa fedha unaofuata 26 27, basi serikali inaweza kuyachukua na kuyafanyia kazi ili kuhakikisha kwamba katika kwa sekta hii za elimu na afya, basi e, hoja hizi za msingi ikiwemo hoja za upatikanaji wa e, huduma rafiki, huduma ambazo zinaitikia mahitaji za watu wenye albino na watu wenye albino zinaweza kufanywa kazi kwa upana, ikiwemo upatikanaji wa mafuta kinga kwa wingi na kwa bei ndogo sana, lakini pia upatikanaji wa vifaa saidizi vya kujifunza na kujifundishia e, upatikanaji wa masuala mazia mazingira salama kwa maana ya ulinzi na usalama kwa watu wenye ualbino na upana wake. Kwa hiyo tumekutana kwa, kwa lengo la kuweza ku share na hawa wadau ripoti hii ya mapendekezo ya bajeti imelenga kitu gani na nini tunaweza kutamani kuona serikali ikifanyia kazi kwa mwaka wa fedha 26 27. Sasa kwenye sekta hizi mbili za elimu pamoja na afya. Kwa majina anaitwa Hajra Sadru ni mjumbe kutoka mkoa wa Mwanza wilaya ya Nyamagana. Nashukuru tumeshiriki kwenye kikao hapa Misungwi. Kikao chetu cha leo kitakuwa na mafanikio mazuri na imani kitakuwa na mafanikio mazuri kwa kupitia hii bajeti ya mwaka 2026 um, kwa maoni yangu nilikuwa naomba <coughs> serikali itenge bajeti kwa ajili ya kuwapatia walimu ili waweze kuwa yaani iwape kipaumbele walimu wafanye semina, ili waweze kufundisha vizuri au kujua mahitaji na changamoto zinazomkabili mtoto mwenye ualbino. Kwa kupitia hivyo, mwalimu akiwa anatambua changamoto za mwanafunzi, nina imani hata ile asilimia tatu ya kwamba wanafunzi wa watu wenye ualbino ni asilimia tatu itapungua kwa sababu mtoto mwenye ualbino anapokuwa na changamoto, awezi kuona mbali, mwalimu kama hajui hizo changamoto, nina imani hata ufaulu unakuwa mbaya. Hivyo, kwa kupitia kikao chetu cha leo, mafanikio yanayoenda kufanyika, kutumia ushawishi na kuwaomba, niwaombe serikali itenge bajeti kwa ajili ya kutoa elimu kwa warimu, lakini pia na maafisa wetu wapewe elimu. Uh, okay, umuhimu wa bajeti hupo. Kwa mfano tuna changamoto ya uone hafifu, tunahitaji mafuta, tunahitaji kofia. Kwa hiyo hii bajeti ikitengwa na sisi kama tulivyokaa kikao tukatoa changamoto zetu, nina imani serikali itaenda kutoa, itatenga bajeti kwa kutambua sisi tunayo mahitaji tunayoyataka, kama kofia, tunahitaji miwani, tunahitaji mafuta Uh, tunahitaji kuvaa nguo za mikono mirefu tunapokuwa shureni. Ndiyo maana ya umuhimu wa bajeti.